Ni siku nyingine tena ni kukaribisha katika sehemu ya sita ya simulizi inayoitwa Jeraha Moyoni Mwangu, simulizi iliyoandikwa na mwandishi Nyemo Chilongani na kusimuliwa kwako na mimi Rinyo wa Rinyo Simulizi Tv na Rinyo Ab Tv. Ni kipi hasa kilichojiri kwa Blanka baada ya kufika katika jiji la Dar es Salaam? Twende sambamba katika sehemu hii ya sita. Alikaa jijini Dar es Salaam kwa wiki nzima, japokuwa alitaka kukaa kwa siku mbili tu. Ndani ya wiki hiyo alishuhudia bikra yake ikitolewa na Innocent, wala kujutia hata kidogo. Moyo wake ulikubaliana na ya, ulikubaliana naye kwamba mwanaume huyo alikuwa mpenzi wake wa kufa na kuzikana. Sasa Blanka akaamua kufuta uhusiano wake na Emmanuel. Hakutaka kabisa kumsikia kwenye maisha yake. Alitamani kumwambia ukweli, lakini aliogopa kufanya hivyo. Alifikiria mambo mengi waliokuwa wameyafanya huko nyuma, aliepuka lawama, aliamini angelaumiwa na kila mtu nyumbani kwao, si nyumbani kwao tu, bali hata kijiji kizima. Kila mmoja aliamini kama wawili hao wangekuwa wachumba na mwisho wa siku kuoana, lakini hilo lilionekana kabisa halikuwa likienda kutokea hata kidogo akaanza kujifikiria ni kwa namna gani alitaka kumwambia Emmanuel ukweli, kwamba hakutaka kuwa naye kwa sababu alipata mpenzi mwingine aliyempenda sana, na kubwa zaidi, ile bikira yake hakuwa nayo tena. Akiwa anajifikiria hayo, mara akaiona simu yake ikianza kuita. Akaichukua na kuangalia kio, mpigaji alikuwa Emmanuel. Moyo wake ukapiga paa, hakuamini alichokuwa akikiona. Sasa akawa na hofu, akaogopa hata kuipokea ila akaamua kuipokea. Halo, aliita. Halo, Blanka, mambo vipi mpenzi? Poa tu, za wewe kipenzi? Salama kabisa. Mbona ukuniambia kama umekuja Dar es Salaam? aliuliza Emmanuel. Moyo wa Blanka ukapiga pa. hakuamini alichokuwa amekisikia. Alikwenda jijini Dar es Salaam kwa siri kabisa, hakumwambia mtu yeyote nyumbani kwao alidanganya tu kwamba kulikuwa na kazi mbalimbali mbali alizokuwa akizifanya na angerudi nyumbani. Ila cha ajabu kabisa alipigwa simu na Emmanuel na kumwambia alikuwa jijini humo. Nani alimwambia nipo jijini da? Ndiyo, mzungu adanganyi ya, nimekuja kumuona shangazi na leo jioni naondoka, alisema Blanka huku akionekana kuwa na hofu. Aisei, mbona kuniambia Nilipitiwa mpenzi, nimekuja mara moja kwenye msiba halafu naondoka. Kwa hiyo umekuja kumwona shangazi au umekuja kwenye msiba? Aliuliza Emmanuel. nimekuja kwenye msiba ila nikaona nimwone na shangazi pia alijibu. Mama amekuja? Hapana. Baba? Hapana. Sasa msiba gani unakuja wewe halafu wao hawaji? Walisema niwawakilishe. Baada ya kusikia nimekuja kumwona shangazi, aliendelea kudanganya. Sawa, haina shida. tuondoka lini? Leo jioni. Oh, leo jioni? Ndiyo. kuna mabasi ya jioni? Naondoka kwa ndege. kwa ndege? Ndiyo, imano ile. Akakaa kimya kwa sekunde kadhaa. Basi haina shida, mpenzi, tutaongea zaidi nikija Dodoma kesho kutwa, alisema na kukata simu. Blanka akashusha pumzi nzito, wapigwa moyo wake yaliongezeka kudunda. Hakuamini kama kwa mara ya kwanza alimdanganya mpenzi wake ambaye kila siku alimwambia anampenda na kama asingeweza kumsaliti hakuliona hilo. Tangu mwanzo alikuwa kwenye ulimwengu mpya kabisa wa mapenzi. Hakutaka kuona akitenganishwa na Innocent wake hata iweje. Siku hiyo jioni akapanda ndege na kuondoka kurudi zake Dodoma. Aliingia nyumbani kwao usiku, alitulia huko, mawazo yake yakiwa yani ya kuwa Inosenti. Yaani akuamini kama kweli alimruhusu kuitoa bikra yake ambayo alimwahidi mpaka mama yake kwamba ingetolewa siku ambayo angekuwa ndani ya ndoa. Ninaona siku zinakwenda taratibu sana, ninatamani mno zikimbie ili unioe mpenzi, alisema Blanka wakati huo alikuwa akizungumza na Inosenti kwenye simu. Wala usijali mpenzi, nitakuoa utakuwa mke wangu wa maisha yangu yote, alisema Innocent, maneno yaliyomfanya msichana huyo kuwa na furaha tele. Innocent akis, alikuwa akisomea masomo ya kompyuta chuoni jijini Dar es Salaam. Alitamani sana aje kuwa mtaalamu wa maswala ya teknolojia kuliko watu wote nchini Tanzania. Usiku wa kulala, kazi yake kubwa ilikuwa kujifunza zaidi maswala ya kompyuta. Alijua kucheza na kompyuta Emmanuel alijua kucheza na kompyuta, alisomea masomo ya kompyuta katika kitengo cha networking na programming. Hakutaka kuona akiwa mchovu kwenye kitu chochote kile kilichohusu kompyuta, alipenda alipenda, na siku zote alitamani kuwa zaidi ya vile alivyokuwa. Mara nyingi alikuwa akielekea katika maktaba ya chuo hicho na kusoma vitabu mbalimbali, aliingia kwenye tovuti mbalimbali mbali mbali na kujifunza mambo mengi. Alikuwa mtaalamu ambaye kiu yake kubwa ilikuwa ni kufanya mambo makubwa. Makao wake wa kwanza chuoni hapo alifanikiwa kujua masuala ya udukuzi, alijifunza halifu, nje ya chuo. Yaani vilikuwa vitu ambavyo hakufundishwa darasani, ili kuvijua ilikuwa ni lazima kujifunza nje ya darasa. Akajua kudukua simu za watu kujua mawasiliano yao na hata kujua mahali mtu fulani alipokuwa. Alitamani sana kufuatilia mawasiliano ya simu ya Blanka, lakini hakutaka kufanya hivyo kwa kuwa alijua angejiumiza moyo wake, lakini jambo la pili alimwamini sana msichana huyo, hakutarajia kuona kama kuna siku moja angemsaliti. Siku ziliendelea kwenda mpaka pale chuo kilipofungwa, akarudi nyumbani huko Mpopo jijini Dodoma, lakini msichana huyo hakuwepo. Alipoulizwa akaambiwa alibaki chuoni kwa kuwa kulikuwa na vitu alivyokuwa akivikamilisha, wala hakuwa na tatizo. Akakubali, lakini baada ya kukaa kwa siku mbili, huku mawasiliano baina yake na Blanka kuwa magumu, akaamua kuidukua simu yake. Hapo ndipo alipopigwa na butwa, baada ya kugundua msichana huyo alikuwa jijini Dar es Salaam. Hilo likamshangaza kwa kuwa tangu amjue mpenzi wake huyo na wazazi wake, hakujua kama walikuwa na ndugu jijini Dar es Salaam; ndugu zao walikuwa huko mkoani Kilimanjaro. Ikambidi ampigie simu na kuzungumza naye. Majibu ya Blanka yalikuwa ya wasiwasi mno, na hata kitendo cha kumwambia alikuwa akirudi kwa ndege kilimshangaza kutokana na uwezo wa familia ya msichana huyo kuwa mdogo. Hakutaka kumwambia kama alikuwa huko Dodoma, alimdanganya alikuwa jijini Dar es Salaam, kuwa kulikuwa na mambo mengi alitaka kuyafuatilia. Simu ilipokatwa, sasa akawa na msukumo wa kutaka kujua mawasiliano ya msichana huyo kwa njia ya simu akaamua kuyadukua na kuanza kusoma SMS zote zilizokuwa zikiingia na kutoka, na kutoka. Hakuishia hapo tu, alidukua mpaka WhatsApp yake na kuanza kufuatilia kila kitu. Huko ndipo akutana na mambo ya kutisha. Akabaini kulikuwa na mambo mengi ya kipumbavu yalikuwa yakiendelea nyuma ya panzia. Moyo wake ukaogopa. Yale aliyokuwa akiyasoma yalikuwa makubwa na mazito mno. Akagundua mbali na yeye kulikuwa na mwanaume mwingine aliyeingilia mapenzi hayo. Mwanaume huyo aliitwa Innocent, hakumjua hata kidogo. Mawasiliano yake yaliyoonyesha mapenzi hayo yalianzia huko chuoni, na hata alipokwenda jijini Dar es Salaam, alikwenda nyumbani kwa mwanaume huyo. Moyo wake ukauma, alihisi maumivu makubwa ambayo hakuwahi kuyasikia hapo kabla. Hakuamini kama Blanka angeweza kumfanyia mambo hayo. Alimwamini msichana huyo kwa kila kitu alimpa moyo wake au tawale aufanye vyovyote vile ili awe na furaha, lakini mwisho siku huyo wa siku msichana huyo akaamua kumsaliti. Kweli Blanka ananifanyia hivi? Alijiuliza huku akionekana kutokuamini hata kidogo. Nilimfanyia nini mimi? Mbona ameamua kuniumiza namna hii? Kweli Blanka akuamua kutembea na mwanaume mwingine? Hakumbuki wema wangu wala mapenzi yangu, kweli Alijiuliza huku akiwa hana majibu hata kidogo. Mchana huo huo akaamua kumfuata Penina, msichana huyo alikuwa akisoma naye huko chuoni. Alijua walikuwa wakionana, na kama Blanka alianza mahusiano na kijana huyo ilimaanisha Penina alikuwa akiyaona ama kuona dalili zozote. Alikwenda mpaka nyumbani kwao. Alipofika akagonga na kukaribishwa na mzee Zakaria, akaingia ndani na kukaa sebuleni kwa jinsi alivyoonekana tu alionekana kutokuwa sawa hata kidogo. Alionekana kuwa na mambo makubwa nyuma yake, alionekana kuwa na jambo zito mno lilomnyong'onyeza moyo wake. Innocent Emmanuel, kuna nini kijana wangu? aliuliza mchungaji Zakaria. Nimekuja kumwona Penina. Kwema? Kwema kabisa. Una uhakika isijekuwa kuna jambo jingine, ikawa vita kama siku ile? Hapana mchungaji, kuna amani tele. Sawa, ngoja nikakuitie mzee Zakaria. Akaondoka, na baada ya dakika kama moja, Penina akatokea sebleni hapo. Alipomwona Emanuel hakuamini macho yake, hakumtarajia kufika mahali hapo. Lakini alipokuwa akimwangalia mwanamume huyo, alionekana kuwa tofauti kabisa na alivyokuwa, alionekana kutokuwa na furaha hata kidogo. Emanuel, kuna nini tena? Aliuliza Penina huku akimwangalia. Penina, kwanza naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea Alisema Emmanuel, hujawahi kunikosea najua. Labda nilifanya makosa makubwa kumwambia Blanca kile ulichoniambia. Alisema, nalo si kosa. nimekujua kuku, nimekuja kukuuliza jambo moja kuhusu Blanca. Jambo gani? Naomba uniambie ukweli, naomba usinifiche hata kama nitaumia sana. Alisema Emmanuel, unanitisha, kuna nini kuhusu Blanca? Wakati mpo chuoni, kuna dalili zozote ulizoziona kuwa na mwanamume mwingine? Alimuuliza. Swali hilo likamkumbusha Penina kila kitu kilichotokea huko chuo. Ni kweli aliona dalili mpaka vitendo vilivyoonyeshwa na Blanka kuwa na mahusiano mengine na mwanamume mwingine. Alitamani kumwambia kwenye simu, lakini akaogopa. Hapana Penina, naomba uniambie ukweli, ili ukamwambie Blanka kwamba nimekuambia Penina please she hurts my heart, she hurt my heart, ameniumiza moyo wangu. tell me I wanna know the truth, I deserve to know everything Penina, tafadhali, ananiumiza moyo wangu, niambie, ninahitaji kujua ukweli, ninastahili kujua kila kitu, alisema Emmanuel huku akianza kutokwa na machozi. Penina akakaa kimya kwa sekunde kadhaa. she is in love with someone else Yuko kwenye mapenzi na mwanaume mwingine, alimwambia with that. Nani? Mm, Innocent. Ndio huyo huyo. Umejuaje? Nashukuru sana Penina, nashukuru kwa kuniambia ukweli, alisema Emmanuel. Hakutaka kusubiri mahali hapo, akaondoka zake huku akitokwa akitoka na machozi. Aliwahi kusikia kulikuwa na watu wengi waliokuwa wakijiua kwa sababu ya mapenzi kwa kipindi cha nyuma, aliwaona watu hao kuwa wajinga. Kwake lilikuwa jambo gumu kujiua kwa sababu ya mapenzi. Kwanza kulikuwa na wanawake wengi, alipokuwa akikuacha huyu ulikuwa na nafasi ya kumfuata mwingine na kuendelea naye. Hapo ndipo akagundua watu wale hawakuwa wajinga kama alivyofikiria, walikuwa na akili, ila ni mapenzi tu ndiyo yaliyowachanganya na kuwavuruga. hapo akawa na jambo moja kichwani mwake kwenda kujimaliza kwa kujitundika kwenye kitanzi kama walivyofanya watu wengine. Je, nini kitajiri kwa Emmanuel? Na vipi kuhusu Blanca? Na vipi kuhusu Penina? Huu ndo mwisho wa simulizi hii haswa katika sehemu hii ya sita, lakini nikwambia ukitaka kupata mwendelezo wa simulizi hii kiundani itakubidi ununue kitabu cha Jeraha Moyoni Mwangu kilichoandikwa na Nyemo Chilongani. Hapa ndo tunafikia mwisho wa simulizi hii kwa njia ya sauti, lakini ukitaka kupata kwa undani wake ni lazima upate hard copy yako maalum kabisa kwa ajili ya simulizi hii. Chao.